Majira ya saa tatu ya usiku nilipata taarifa kutoka kwa mwananchi mmoja ambaye ni jirani wa huyu mama wa marehemu, kwamba kaniambia, mwenyekiti, uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani kwetu ambaye ni karibu hapa na kijiweni. Kaniambia, sasa una, una taarifa gani? Nikamwambia sina taarifa ya yoyote. Kaniambia, eh, Grace amejinyonga. Nikamwambia, sasa amejinyonga amefariki? Akasema, E, ameshushwa sasa hivi, amempeleka kituo cha afya, alikuwa amelegea sana, sasa sijui kama hali yake itakuwa itatengemaa. Basi nikamwambia tutaendelea na mawasiliano unijulishe, kwa sababu wewe uko huko. Baada ya dakika kama ishirini alinipigia simu akaniambia vipimo vya daktari vimesema kwamba Grace ameshafariki. Tukio hili hatuna wasiwasi nalo na huyu mtoto anaishi vizuri sana na mama yake na wala hatujasikia akilelea aina yoyote. Basi yeye haya, labda ni maamuzi yake kutokana labda na masongo, msongo wa mawazo ambaye anaye hapo. Tukamfungua, nikapiga yoe, watu wakawa wamekuja mara moja hapo, wengine wana pikipiki tuka tukawaomba tumtoe nje, wengine wakasema sisi hatuwezi kumshika mtu enda amefariki. Si tukamtoa na yule mama nje, nikamwamwagia maji, naona hali ikawa sio nzuri, tukampakiza kwenye pikipiki, tukakimbilia kituo cha afya huko. Tukaenda tukafika, tukapokelewa, akaenda kwenye vipimo, nikaitwa mama, nikaenda alivyo pimwa BP ya mkononi, nikaona zero. Mimi nikaanza kulia, nikaona mtoto wangu ameshafariki. Nikatoka nje, nikatoka nje, madokta wakasema sisi hatuna sehemu ya mochari, nabidi mtafute usafiri mpeleke nyumbani. Huyo mama anaitwa Grace, kama anavyosema Grace Hamisi Juma, anayo miaka thelathini na miwili ya uhai wake. Huyu ni Mwislamu na ni mkazi wa hicho kijiji cha Ntuntu. Aligundulika akiwa amejinyonga ndani ya nyumba yake kwa kutumia mtandio, aliyokuwa ni mtandio wake aliyokuwa ameufunga na kujining'iniza. Lakini chanzo cha nini kimepelekea kujinyonga kwake inasemekana ni msongo wa mawazo na hali ngumu ya maisha kutokana na kwamba alikuwa ni mama aliyekuwa na watoto watatu aliyokuwa anaishi nao pasi kuwa na huduma zozote za mwanaume. Kulingana hali hiyo ya kuwa sasa tegemezi hana uwezo wote, nafikiri maamuzi aliyoyaona ya, ya haraka ni kuchukua maamuzi ya kujinyonga na kupoteza uhai wake. Ndiyo taarifa ambayo nimeipata kama navyothibitisha kutoka kwa waliokagua tukio na baadaye kutoa taarifa kwangu kupitia daktari aliyefanya postmortem na wa huo